Changamoto za utekelezaji wa mpango wa bajeti katika mwaka wa 2015-16. Mheshimiwa Spika, wizara inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali ikiwemo kupatiwa kiwango, kupatiwa kiwango pungufu cha fedha ikilinganishwa na mahitaji halisi ambayo ni makubwa. Aidha, hali ya mapokezi ya fedha imekuwa hairidhishi kwa mwaka 2015-16, wakati kiasi kilichoidhinishwa ni shilingi trilioni moja 679 bilioni 209 milioni 235000. Fedha iliyopokelewa hadi sasa ni shilingi trilioni moja 69 bilioni 758 milioni 80337, sawa na asilimia 63.7 ya bajeti. Katika bajeti hiyo fedha kwa ajili ya shughuli za maendeleo ni shilingi 232 bilioni 137 milioni 958000 mapokezi hadi mwanzo wa Machi 2017 yalikuwa ni shilingi ya 42 bilioni sawa na asilimia 18.1 ya bajeti. Hata hivyo kwa upande wa fedha za matumizi ya kawaida mapokezi yamekuwa ya kuridhisha, ambapo tumepokea asilimia 71 ya bajeti. Mheshimiwa Spika, hali ya kuteng, kutengewa bajeti ndogo na kupatiwa fedha pungufu imekuwa ikiathiri utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya jeshi na pia kusababisha ulimbikizaji wa madeni hususan ya kimkataba ambayo tumeingia na makampuni mbalimbali mbali kwa ajili ya kuliwezesha jeshi kizana na kivifaa. Aidha, madeni mengine ni yale yanayotokana na madai ya maafisa na askari watumishi wa umma huduma za simu, umeme, maji na madai kutoka kwa wazabuni mbalimbali. Mpango wa mwaka 2016-17. Mheshimiwa Spika, mpango wa utekelezaji wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa mwaka 2016-2017 umekusudia kuimarisha utendaji kazi na ufanisi wa jeshi la ulinzi na wananchi wa Tanzania kulingana na dira na dhima ya wizara. Vile vile mpango umelenga kutekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015-2020, maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akifu, akizindua bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mpango wa maendeleo wa miaka mitano wa taifa. Shughuli zitakazotekelezwa katika mpang, mpango huo zitakuwa katika maeneo makuu yafuatayo: kwanza, kuendelea kuliimarisha na kuliongezea uwezo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania katika utendaji kivita kwa kulipatia vifaa na zana bora za kisasa pamoja na kutoa mafunzo stahiki kwa wanajeshi dhidi ya adui wa ndani na nje; kulijengea jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania mazingira mazuri ya kufanyia kazi na makazi ikiwa ni pamoja na kuendelea kujenga nyumba za kuishi wanajeshi katika makambi na kuimarisha upatikanaji wa huduma na mahitaji ya msingi kama vile chakula, tiba, sare, usafiri, maslahi na stahili kwa wanajeshi na watumishi wa umma. Kuimarisha uwezo wa jeshi katika tafiti na kuendeleza teknolojia kwa madhumuni ya kuzalisha bidhaa na huduma kwa ajili ya matumizi ya jeshi na kiraia hapa nchini na nje ya nchi kuendelea kuwapatia vijana wa Kitanzania mafunzo ya uzalendo umoja wa kitaifa ukakamavu na kuwapatia stadi za kazi ili kuandaa katika uzalishaji mali na kiu, kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiulinzi na nchi nyingine duniani kupitia jumuiya za kimataifa kikanda na ushirikiano wa nchi moja moja makadirio ya mapato na matumizi ya bajeshi ya bajeti ya mwaka 2016/17. Makadirio ya mapato. Mheshimiwa Spika, kutokana na majukumu ya msingi ya wizara yangu ni bayana kuwa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zake haina chanzo kikubwa cha kuingizia mapato na kuwezesha kuchangia kwa kiasi kikubwa katika maduhuli ya serikali. Chanzo kikuu cha mapato kwa sasa kimebaki kuwa ni makusanyo ya mauzo ya nyaraka za zabuni. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wa 2016 17 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa inatarajia kukusanya jumla ya shilingi sabini milioni mia nane na sita alfu katika mchanganuo ufuatao: fungu 38 Ngome shilingi 18 milioni, fungu 39 JKT shilingi 52 milioni alfu tatu na, na fungu 57 wizara shilingi laki nane na laki nane na, e, mia nane na tatu alfu jumla 70 mi, mi, milioni 806 elfu matumizi ya kawaida na maendeleo. Mheshimiwa Spika, ili Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zake iweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo kama nilivyoeleza katika hotuba hii katika mwaka wa fedha wa 2016/2017 naliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 1 736 bilioni 530 milioni mia saba kumi na tatu elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo.